Tumepata bahati kubwa sana na tumepata heshima kubwa sana kuwa na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania. Tunaadhimisha uhuru wa Tanzania bara kila mwaka tangu mwaka 1961. Mwaka 1961 bendera ilipandishwa na mwenge ulipandishwa. Sasa nini maana yake hasa? Nafikiri falsafa ya Mwalimu wakati ule, kwa sababu huko ndio kileleni juu, ukiweka mwenge ule uwezo ukamulika ndani na nje ya mipaka yetu. Tulipandisha bendera ya Tanganyika, hmm. lakini sasa hivi tunapandisha bendera ya Tanzania. Nini maana yake hapo? Ni bendera ya Tanzania kusherekea uhuru, mnaweza kusema wa Tanganyika. Mlima Kilimanjaro una uma, umaarufu unaosimama peke yake duniani ukitamka Kilimanjaro, oh, telend Kilimanjaro eh? mlima Kilimanjaro na historia ya nchi yetu vimekaa hadi hapo. Kwanza kama nembo, ili kiutalii si wanasema ukitaka kuona Kilimanjaro ndio kwetu. Lakini ukitaka kuupanda unakwenda wapi? Kwamba wengine wanatamani wafike tu pale waguse ile barafu, wanashangani kwa vipi vipi zinahitaji kulindwa Zisipo lindo, zitatoweka na utunzaji wa mlima ni shughuli ya kila mmoja wetu. Ninaitwa Catherine Mbena, hii ni TANAPA po Podcast, hifadhi zetu, sauti yetu.